Ujumbe wa msichana yule kutoka Arusha ulinipa kile ambacho sikuwa nimepata kwa muda mrefu: tumaini. Tulianza kuwasiliana na aliniambia jinsi naye alivyotapeliwa na influencer wa mtandaoni, akachukuliwa video zake na baadaye kusambazwa bila ridhaa yake. Alikuwa ameanza kupona kupitia kikundi cha ushauri wa kisaikolojia, na alinialika niende Arusha kuanza upya. Nilikusanya ujasiri, nikauza simu yangu ya zamani, na kwa msaada wa jirani mmoja aliyekuwa akijua hali yangu, nilisafiri. Nilifika Arusha nikiwa nimevunjika kila upande, kimwili, kiakili na kihisia. Lakini msichana huyo aliyekuwa akiitwa Joy, alinipa mahali pa kulala, chakula na zaidi ya yote heshima. Tulianza kushiriki katika vikao vya wasichana waliopitia manyanyaso ya mitandaoni. Kila mmoja alikuwa na hadithi yake ya kusikitisha kuliko ya mwingine. Nilielewa kuwa sikuwa peke yangu. Polepole nilianza kujifunza namna ya kujikubali tena. Nilijifunza kuomba msamaha, si kwa followers wa mtandaoni tu, bali kwa nafsi yangu pia. Nilifungua ukurasa mpya wa TikTok, lakini safari hii si kwa ajili ya kiki, bali kwa ajili ya kutoa elimu. Nilianza kupost video fupi kuhusu madhara ya kutafuta umaarufu kwa gharama ya utu. Watu walianza kunisikiliza, wengine waliandika stati, nimekosea sana kukuhukumu, pole sana kwa yote. Wengine walilia kwenye comments. video zangu zilianza kusambaa tena, lakini safari hii kwa sababu nzuri. Familia yangu kwa muda walikataa kunipokea, lakini baada ya kuona jitihada zangu, mama alinipigia tena. Safari hii hakulia, alisema kwa sauti ya upole, Stacy tunakuombea, rudi nyumbani, utupatie nafasi ya kukuona tena. Nilijua bado safari haijaisha. Heshima ya mwanamke haijengwi kwa siku moja, na kuipoteza ni rahisi kuliko inavyodhaniwa. Lakini sasa nilijua thamani ya jina langu, na nilijua kuwa sitaruhusu tena likes, comments au followers kunitawala kama miungu wa karne hii. Nilikuwa nimeanguka hadharani lakini sasa nilikuwa nikisimama tena polepole pole, kwa miguu yangu mwenyewe. Miaka miwili ilipita tangu maisha yangu yasambaratike hadharani, lakini sasa nilikuwa mwanamke mpya. Nilikuwa nimerejea nyumbani nikiwa si tu binti wa mama yangu, bali pia sauti ya wasio na sauti. Sasa nilikuwa na mpango kamili, kuanzisha kikundi kiitwacho Jina langu heshima yangu kikundi cha wasichana waliopotoka mitandaoni, waliodanganywa, kudhalilishwa au kutumiwa vibaya kwa tamaa ya umaarufu wa haraka. Niliandaa kongamano la kwanza mjini Mwanza, na zaidi ya wasichana mia tatu walihudhuria. Nilisimama mbele yao nikivaa nguo ya heshima, machozi yakinitiririka taratibu. Nilisema kwa sauti tulivu lakini yenye msisitizo, mimi Stacy. Niliwahi kupoteza njia, lakini sasa natembea kwenye nuru. Umaarufu hauna maana kama unakula utu wako. Heshima ni zawadi ya ndani, si alama ya blue TikTok. Umati ulilipuka kwa makofi na machozi. Walikuwepo walimu, wazazi, wanaharakati na hata viongozi wa serikali. Kila mmoja aliguswa na ushuhuda wangu. Mitandao ya habari ilinihoji Nilipanda kwenye jukwaa ambalo nilidhani sitawahi kulifikia tena, lakini safari hii si kama content creator, bali kama mpinduzi wa kweli wa fikra. Nilianza kuandika kitabu changu, laiki zangu zilikuwa pingu. Kiliuzwa sana na kilifundishwa mashuleni. Nilipewa tuzo ya mabadiliko ya kijamii na nilialikwa kuzungumza kwenye majukwaa ya kimataifa lakini zaidi ya yote, nilijivunia kuona wasichana waliokuwa wamepotea mitandaoni sasa wakiamka tena, wakijitambua na kujithamini. Walinitumia meseji kama Stati, wewe ni sababu ya mimi kuishi tena, nilitaka kujitoa uhai, lakini video zako za zikanifanya nitafakari upya. Na kila siku nilijiambia, kama nimeweza kutoka kwenye shimo la fedheha na kujijenga tena basi kuna matumaini kwa kila mmoja. Mtandao wa TikTok uliwahi kuharibu maisha yangu, lakini sasa nimegeuza maumivu yangu kuwa msaada kwa wengine. Niligundua kuwa likes hazifai kama zinafutwa kwa machozi, na jina lako ni zaidi ya username, ni urithi wako. Hii ndiyo safari yangu, na kama unanisikia leo, kumbuka, usiache mitandao ikuandikie hadithi iandike mwenyewe kwa heshima.